Anafanya hivi hao wanaanguka, anafanya hivi hao wanaanguka, lakini kameramani ndio anamsogerea zaidi. Hiyo nguvu hiyo yake ya mwangushi, kameramani inaangusha tu wengine. Ni vizuri watu wakae waangalie udanganyifu unaoendelea leo unaitwa ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Yaani, watu wamekuja kwenye ibada wanaangushwa tu ovyo ovyo, naangushwa ovyo ovyo. Kila ibada lazima watu waanguke, ndio maana watu walienda Loliondo. Kikombe gani hicho kinatolewa na mtu mmoja pekee? Na walienda. Unajua Mungu ni kwa vile alizuia Hivi fikiria kwamba wangepona. Tungeelewana humu kanisani. <coughs> Yaani huo mjadala usingeisha kwamba hivi ni mtumishi wa Mungu, ilikuwa ni dawa toka mbinguni. Shukuru Mungu aliweka mkono wake akazuia. Watu walienda Loliondo. na bado hajafanya ibilisi yale ambayo Biblia inasema atawagiza moto kutoka juu uje mbele za wanadamu. Na unajua ule moto ni feki, kama alioleta wakati ule wa Ayubu. Msemaji anasema moto wa Mungu umeshuka, kumbe ni feki. Ibilisi hawezi kuumba hata mkaa. Ndio maana wachawi wanaweza kutengenezea mazingira hapo, ukaona gari na injini inataa na inaunguruma, hakuna cha gari wala cha nini wale wanaomchora ibilisi ni mweusi, ana mapembe, ana makucha marefu kama ya ndege, wanakubabaishia tu. Wala yuko hivyo. Ili akitokea kwenye chumba chako anawaka kuliko taa za TANESCO. Hayo yote kukubabaishia tu. Alipowacholea watu shetani ana rangi nyeusi, siku hizo wamegoma wa rangi nyeusi, maana ni ya shetani. Wanatamani wakasariwe Ulaya. <laughs> Wenzako walikuwa na wamewekwa minyororo wametobolewa mpaka na miguu. Siku hizi tunaenda kwa hiari yetu. Afadhali wakuibia hela, sio akili. Kwa wakikuibia akili, kwani nana alikwambia nywele zako azifai mpaka uweke zile za zilizonyolewa kule? Nana alikwambia na hayo yote ni makosa ya wazazi wazazi. Wanapaswa wawambie watoto wao wewe ni mrembo bila nywele za kichini. Mnaona, mnyamaza, mnaniangalia sio ninyi, ni wale ambao hawajaji